Ujambo mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Feaboy, karibu tena katika channel yako pendwa, kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kabla sijaanza kuzungumzia video ya leo au nafasi hizi za kazi ambazo zimeweza kutangazwa leo, cha msingi ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba, huwezi kuomba nafasi hizi kama hauna cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo hakikisha uko na cheti chako cha kuzaliwa original, na kama una cheti cha kuzaliwa cha zamani hakikisha umekibadilisha, ili kuweza kupata cheti chako kipya. Ni cheki katika WhatsApp namba yangu nimekuwekea katika description ya video hii, naweza nikakubadilishia cheti chako cha kuzaliwa cha zamani kuwa kipya, lakini pia ukapata cheti chako kipya leo, ili uweze kutuma maombi haya, na hakikisha pia akaunti yako ya ajira poto ipo asilimia 100 umejaza taarifa zote katika akaunti yako, ndipo utaweza kutuma maombi haya. Na kama hauna akaunti ya ajira poto, basi unaweza pia ukanicheki nikakusaidia namna ya kuweza kufungua akaunti yako ya ajira poto. Hizi hapa ni nafasi za kazi halmashauri ya wilaya ya Rombo. Nafasi zilizotangazwa ni nafasi mbili, ambazo ni nafasi za msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, ni nafasi mbili. Sifa ni wahitimu wa kidato cha nne au kidato cha sita mwenye stashahada <coughs> au NTA Level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu kumbu kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali na uwe na ujuzi wa kutumia kompyuta. Mshahara ni kwa kuzingatia TGSC na masharti ni kwamba waombaji wote muwe ni raia wa Tanzania kuanzia miaka 18 na na usiozidi 45. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi original certificate kutoka cheti cha kidato cha nne na kuendelea na result slip hazitakubaliwa kwa wali wale waliosoma nje ya nchi, hakisha vyeti vyako vimehakikiwa na mamlaka husika TCU, NECTA pamoja na NACTVET. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe moja Disemba 2025 saa 9 na nusu alasiri. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, na anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya ya Rombo 328 barabara ya 77 SLP 5225782 52 Mkuu Rombo. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira yani, ajira poto na maombi atakayotumwa nje ya utaratibu huo hayatafanyiwa kazi wala kufikiriwa. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi, lakini pia kuweza kupata PDF hii, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii, join pale. Asante na karibu.